azaji nilipokuona, maajo nifanya, shemeji yako sio kitu kizuri. Alifanya vibaya sana mjusi. Angalia alivyonifanyia. Ulishawahi kuniona mimi natembea na single ndani yangu? Ulishawahi kuniona? Akakufanyaje? Sio kanifanyia nini? Kashaniibia kila kitu. Kanibia begi langu hadi fulana langu kanibia. Sasa wewe choki. Wewe si mwanaume wewe. Wewe ulishinda kupigana na mjusi ukapata vitu vyako. Eh? Kwaona nitusi. Sasa mimi nakutusi nini, na nakati nakwambia ukweli jamani. Sawa. Najua anitusi. Ila wewe na mjusi. Mtanifanya kwa mwenyekiti. Eh? Wewe vipi? Wacha choki wesamani. Wewe na mjumbe wako, sasa wewe mniite afu muone, wewe na mjumbe wako. Kwa mimi mjusi na wangu majikulia au wewe muone vipi? Sasa nataka mniite na mjumbe wako afu muone nitakufanyia. Si mjumbe si mwenyekiti, mniite. Bwana. Mwanga. Mwangaza, mwangaza, mwangaza sioni mwangaza, mwangaza mwangaza mwangaza mwangaza umepotea mwangaza, nini naniumiza nini, nanishanga nini naniliza, kilambo ninaposhindwa kuona, nini nafanya na waza, nini mwanga imepoteza, mpaka kiza kimetanda, nimegundua ni mwangaza, mwangaza, mwangaza, mwangaza. Mwangaza sioni mwangaza. Tumeipenda hey, nimeipenda na sio moja, zote nimezipenda kweli, mke wangu hey. nyingi sana ipende. Eh. Ah, alafu ngombe gombe kitu jambo lako, mimi nimelelewa na mmeipokea pia, ila kitu kimoja upande wa pili, sawa, nposaii pokea fresh, tumsaidie kijana muone fresh na ugeni pia nimeupokea, sija kupinga mke wangu, ila iwe ni binadamu afistoshe, anapumzi anapumua, leo na kesho uenda tukamsaidia tokea lolote afu hapa kijini kwetu, sawa au tutafikia vizuri? Simenelewa. Kwa hiyo mi navyoona bora niende nikamtambulisha kwenye serikali za mitaa Mbona afu istoshe. Mimi nafikia mpa za moyo, mimi na muweza, yule mwenye kitu kaza moyo ni yule. Nikitu na kumfahamisha bwana kuna ugeni tumempokea hivi na hivi, akutolea baba yake, hata hivyo yupo nyumbani. Hata alikitokea akutokea mwenye kitu kaza moyo anabeba. Sasa mimi Mungu nimesikia kwa sababu wewe ndo kiongozi wa familia. Na mimi nilikuwa tunapika, tunakula, tunalala, sijui mtaza mwenye kitu wala za mtendaji. Kama ameamua hivyo sawa. Sawa, mke wangu. Jamani, utanikapa. Kama na mawazo hakuna kingine, nafikia jinsi gani au kumsaidia ule mtoto mdogo. Unajua anapitia kwenye magumu makubwa sana. Basi vabokamoja. mm -hmm, na nini, ndio maana nakupenda

sana. Mnaweza kuelezea shida yenu, vitu waleta hapa. Mm. Mganga, nimemleta mdogo wangu ana shida, kwa hiyo naomba mnisaidie ana matatizo <coughs> oh, yeah. Ndiyo mganga, mimi na matatizo. Baba angu nimepotelewa na baba angu, mimi simuoni. Kila nikimtafuta kwenye simu baba hapatikani, ajulikani baba ameenda wapi? Nakuomba unisaidie mganga. Usijali kijana. Nitakusaidia. Ondoa hofu kabisa. Oh, yeah. Mizimu, tumsaidie. <coughs> Kapotelewa na baba yake Biashara i patikane apatikani, kwenye simu yako yako, basi. Aina noma, inambaya. Freshi, fanya hivi

Utakuwa unamwangalia vibaya huyota yanazidi uwezo wa kichwa changu, na ngoja labda aninusuru Mungu, sothamaniani hata utu wangu, sionekani kwa macho ya wenzangu, nawoga sana hata kwa njozi zangu, hii nini nini naniwiza, nini nanishangaza, nini naniwiza kilambo ninaposhindwa kwona. Nini nafanya naaza, nini mwanga imepoteza, paka kiza kimetanda. Nimegundua ni mwangaza, mwangaza, mwangaza mwangaza sioni, mwangaza sema, ni mwangaza. Simani, kitu gani ambacho nakitaka ili tuwafanyie hawa watu wa sababu ya <coughs> baba yako Ganga, mimi yeah. Sitokubali, lazima nao wateseke hao. Nataka mimi wageuke, hata machizi wape kidogo kidogo, kama alivyokufa baba yangu, alivyomuua Kijana Wape maelekezo mzimu. <tripe> oh, yeah. Me... <coughs> msaidieni huyu kijana msaidieni tena sana, kapotelewa na babake. Usiogope, hapo ndo mwisho matatizo yako. Usiogope kijana. oh, yeah. hmm. Naomba mganga waliomfanyia hivi wote baba yangu wawe machizi, wawe mataila

Hatuchezi atuchezi ubaya, ubwela, hatuingizi timu uwanjani, timu timu mnaweza mkaenda.

kilambo ninaposhindwa kuona nini nafanya, na waza nini? Mwanga imepoteza mpaka kiza kimetanda, nimegundua ni mwangaza mwanga